Sifa kwa Kristu, mtazamaji wa Tumaini TV. Leo utakuwa nasi Utoto Mtakatifu kutoka parokia ya Mtakatifu Theresia wa Mtoto Yesu Buza. Utakuwa nami mtangazaji wenu Eric Urio. Utoto Mtakatifu tunaanza kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufanye wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu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 sasa na siku zote na milele amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama watu na sasa na siku zote na milele amina. na mwono, na lume, kwa jina la Baba kwa jina la Baba na mama na Roho Mtakatifu amina. Mtazamaji wetu, karibu katika kipengele cha kwanza ambacho ni kipengele cha nyimbo na kipaji na vipaji karibuni watu

msimamizi wetu na mwombezi wetu, utuombee kwa Mungu Baba, ili nasi tufate nyayo zako tufike mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mtakatifu Theresia wa Mtoto Yesu makayki ya Buza wewe ni msimamizi wetu na muombezi wetu utuombe kwa Mungu Baba ili Na wetu Yesu Kristu, wa Bwana wetu Yesu Kristu, tunawaombea makatekisa wetu, tunawaombea viongozi wa parokia wawe waaminifu na pia waminifu. Mungu waatie mbuvu na pia wajitowe kwa moyo maombi yetu na uyapeleke kwa Mungu Baba. <tabu> takatifu Teresia wa mtoto Yesu, somo wa parokia yetu ya Buza, wewe wow, ndiwe msimamizi wetu na mwombezi wetu ili nasi tufate nyayo zako tufike mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu soma parokia yetu ya Buza, we msimamizi Mwombezi wetu utuombee kwa Mungu Baba, ili nasi tufuate nyayo zako tufike mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristu, kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Tunaombea ninyi wote Tuna viombea vyama vyote vya kitume wow. Kwawe na moyo wa majitoleo na ibada ili parokia yetu iweze kusonga mbele. Pokea maombi yetu na uyapeleke kwa Mungu Baba takatifu ya wa mtoto Yesu soma parokia ya wewe, ni msimamizi wetu na mwombezi wetu. Utuombee kwa Mungu Baba ili

Sisi wamisionari wachanga wa Kikatoliki tunasimama kidete kuitangaza neno, ingawa sisi tu wa umri mdogo, sisi ni shara ya kanisa yake.

Tukafunga na chakula tafakari kuifanya tusimame imara katika imani yetu, tujonge kitubio zambi zetu tukungama, tuwe wasafi wa moyo, tukimpendeza Bwana imani kujenga upya kwa kumrudia Bwana tusimame imara katika imani yetu, iwe kwa rezima bora kwa maisha ya imani, dhambi zetu kuziacha, tukimpendeze Kristo, tukafanye majiundo, kubadili mwenendo, tusimame imara katika imani yetu. Haya majira ya toba, tunapaswa kujutia matendo yetu maovu mbele za muumba wetu, tukamuombe atupe neema ya kuongoka, tusimame imara katika imani yetu, tumrudie kwa kweli kwa roho ya unyofu. Funga yetu iwe njema, si mbele za wanadamu bali kwa mapenzi yake. Baba, aliye mbinguni, tusimame imara katika imani yetu, sadaka zetu tutoe kwa upendo na huruma, tusaidie wanyonge wenye shida na huzuni, tuwafariji yatima na wajane wa dunia, tujenge ulimwengu wenye haki na amani, kwa resma ndiyo mwito wa safari ya tushinde. Na vishawishi vya ulimwengu huu tushike neno la Mungu, ndio mwanga wa njia yetu. Tusimame imara katika imani yetu, tafuta utakatifu, imani kusimamia, tujale matumaini, kauli mbiu kufuata ya mwaka utukufu jubile ya Kanisa, tusimame imara katika imani yetu. Hitimisho, tumefika jambo moja, tukumbuka msama kufanya mapata nakuenyenga. Funga yetu iwe bora ya kumpendeza Bwana. Tunawatakia heri katika kipindi hiki mtazamaji wetu, tumemaliza kipengele cha kwanza ambacho ni kipengele cha nyimbo na vipaji, na tunaingia katika kipengele kinachofuata ambacho ni kipengele cha darasani na katika darasa letu tutakuwa na maswali yatakayohusu Biblia, liturujia pamoja na amri za Mungu. Watoto mpo tayari? Ndio. Swala la kwanza, Biblia takatifu fi ina vitabu vingapi na imegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Kwa jina naitwa Edma Erik Mpangala naenda kujibu swali la kwanza. Bi, Biblia takatifu ina jumla ya vitabu sabini na tatu na imegawanyika katika sehemu kuu mbili, nazo ni agano la kale na agano jipya. Amepata? Amekosa? Amepata, mpeni zawadi yake. Swali la pili, agano la kale lina jumla ya vitabu vingapi na imegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Kwa jina ninaitwa Giovanna Pius Kaskana, ninaenda kujibu swali. Agano la kale lina jumla ya vitabu 46, na na limegawanyika katika sehemu kuu nne, ambavyo ni moja, vitabu vya Torati; mbili, vitabu vya historia; tatu, vitabu vya hekima Nne, vitabu vya manabii. Amepata amekosa? Amepata, mpeni zawadi yake. Kofia kwanza, kofia pili, kofia tatu. Agano jipya limegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Zitaje kwa jina. Anaitwa Justin Leonard, naenda kujibu swali la tatu. Agano jipya limegawanyika katika sehemu kuu nne ambazo ni wainjili wanne, matendo ya wa mitume, nyaraka za mitume, ufunuo. Umepata mekosa? Ha, mpata mpeni zawadi yake. Kofi oh, la kwanza, kofi oh, la pili, kofi oh, la tatu. Swali so, la nne, amri za Mungu alipewa nani na katika mlima upi? kwa jina anaitwa Devota a Ernesti, Ernesti Joni. amri za Mungu alipewa Musa katika mlima Sinai. Amepata amekosa? Amepata, mpeni haki yake. Mtazamaji, tumemaliza kipengele chetu cha pili cha darasani na sasa tunaenda kipengele cha mwisho cha historia ya watakatifu. Watu wengine wanadhani utoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani utoto mtakatifu ni kupoteza tumsifu Yesu Kristo watoto. yeah, amina. Leo tutakwenda kusikiliza historia ya mtakatifu wa leo Clement Hofburg, ambayo itaendeshwa kwenu na katekista Peter Moshi. Naomba mnisikilize, mara baada ya kumaliza historia hii kutakuwa na maswali. Mtakatifu Clement Hofburg padri, yeye alizaliwa mwaka 1751 Czech Slovakia, akiwa ni mtoto wa tisa katika familia iliyokuwa maskini kidogo. Alikuwa mtoto, alitaka kuwa padri lakini haikuwezekana kwa sababu alikosa ada. Alipokuwa na umri wa miaka kumi na tano, aliajiliwa na mwoka mikate ili amfundishe kazi hiyo. Wakati alipokuwa alipata nafasi ya kujifunza lugha ya Kilatini. Mwishoni, alipokuwa na umri wa miaka thelathini na nne alipewa upadri katika shirika la Waredeto la Mtakatifu Alfonsi wa Ligeori. Alifanya kazi kwa miaka ishirini nchini Polandi. Aliwaongoza Waprotestanti na Wayahudi wengi wakaingia Katoliki. Akiwa pamoja na Padri mwenzake, walikuwa wanahubiri hotuba tano kila siku, hotuba tatu kwa Kipolandi na hotuba mbili kwa lugha ya Kijerumani. Alijenga nyumba nyingi kwa ajili ya watoto yatima yeye mwenyewe akiwa anazunguka huku na huko kuomba chakula kwa ajili ya watoto wake. Siku moja alipokuwa akiomba chakula, alifika katika hoteli ambapo alikuta watu wakiwa wanacheza karata. Aliwaomba sadaka kwa ajili ya watoto. Hapo mtu mmoja alipomwomba fedha, akamtemea mate usoni padri. Padri akasema hiyo zawadi ulionipa ni zawadi yangu mwenyewe, sasa naomba unipe chochote kwa ajili ya watoto wangu. Kwa sababu serikali wakati huo iliendesha madhulumu kwa Wakristo, ilimpasa padri aondoke Poland na kwenda Vienna, ambako alifanya kazi kwa muda wa miaka kumi na miwili. Serikali ilitaka kuchukua madaraka ya kanisa na dini, lakini padri Clement alianza kuipinga serikali. Aliwaelewa vizuri sana Waprotestanti, akawaheshimu kwa ajili ya bidii ya kuishi Kikristo. Alifariki mwaka 1820 na kutangazwa mtakatifu mwaka 1909. Hiyo ndiyo historia fupi ya mtakatifu wetu wa leo Clement Hofberg, padri ambaye alifariki mwaka 1820. Tumsifu Yesu Kristo, watoto. Sasa kinafata kipande cha pili cha maswali ambayo kutokana mmesikiliza vizuri historia hii, basi ina maswali. Mtakatifu Clement Hofburg tunamwadhimisha siku gani? Mtakatifu Clement Hofburg tunamwadhimisha siku gani? Karibu. Kwa jina naitwa Faraja Benito Kilasi naenda kujibu swali. Mtakatifu Clement tunaazimisha siku ya tarehe 15 mwezi wa tatu. Safi, tumpongeze Mtakatifu Clement Hofbagi. alikuwa padri akiwa na miaka mingapi? Kwa majina anaitwa Victoria Bruno Shao. Naenda kujibu swali Mtakatifu Clement Hofa alikuwa padi akiwa na miaka 34. Tumpongeze, tumpe zawadi yake. Mtakatifu Clement Hofbagi alijiunga na shirika gani? Kwa jina naitwa Faraja Benito Kilasi, naenda kujibu swali. Mtakatifu Clement Hofbag alijiunga na shirika la Waredeptori. Safi, kapata, tumpe zawadi yake. Mtakatifu Clement Hofbag na mwenzake walikuwa wanatoa hotuba ngapi kwa siku? Kwa majina anaitwa Aroni, naenda kujibu swali. Alikuwa anatoa hotuba tano. Safi, amepata. Tumpe zawadi yake. Mtakatifu Clement Hofbauer alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka gani? Kwa majina anaitwa Johnson Emmanuel Mosha alishiriki 1920. Mtakatifu Clement Hofbage alitangaza kuwa mtakatifu mwaka gani? Kwa majina anaitwa Vincent Joseph na nakwenda kujibu swali. Alitangazwa mtakatifu mwaka 1909. Safi, tumpe zawadi yake. Watoto asanteni sana kwa kusikiliza vizuri. Mtazamaji, kipengele hiki cha historia ya takatifu kimehitimisha kipindi chetu cha leo. Mlikuwa nasi Utoto Mtakatifu parokia mtakatifu Theresia mtoto Yesu Buza, nami mtangazaji wenu Deriki ulio, hadi siku nyingine tena, kwaherini. Tumsifu Yesu Kristo yeah.